Wanaanza maisha mapya ndani ya kreta ya Ngorongoro na sasa watajumuika na jamii zingine za wanyamapori na viumbe mbalimbali katika eneo hili la pekee. Wamepokelewa kwa heshima zote na jamii ya wahifadhi wakiongozwa na Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dk Pindi Chana. Tanzania inayo jamii nyingine ya faru na hawa ni faru weusi wanaohifadhiwa kwenye maeneo mbalimbali mbali nchini. Kuwepo kwa faru weupe kunatoa taswira ya kuendeleza wigo wa kuhifadhi jamii hii ya wanyama walio hatarini zaidi kutoweka kwenye uso wa dunia. Hili eneo la Ngorongoro ngoro, kwa sababu ndio mara ya kwanza tunawaleta hawa faru weupe katika ile eneo, tulitaka tujiridhishe kwamba hawa faru wanastawi katika ile eneo, chakula cha kutosha, lakini ina ulinzi wa kutosha. Ngorongoro ina ulinzi unakoona kule milimani kule Tunazungumza hapa kuna watu wanatuona mpaka kidole ninavyofanya hivi wanatuona. Kuna OP inaitwa observation points zaidi ya, zaidi ya kumi kuzunguka hii crater rim. Kuna ranger posts. Kuna vitu mbalimbali. Mpaka kuna live stream ninapokuwa pale pale Ngorongoro jengo la Ngorongoro, unaona wanyama wakikimbia. Ni live stream unamwona mnyama in real time. Kwa hiyo hii, hii, hii bakuli, hili au hii bakuli hii kasoko ya Ngorongoro ina ulinzi mkubwa sana. Wataalamu wa sayansi ya wanyamapori wanasema mamlaka ya hifadhi Ngorongoro ni eneo salama zaidi kwa uhifadhi wa jamii hii ya wanyamapori kutokana na mazingira rafiki kijiografia pamoja na kuimarishwa kwa mifumo ya ulinzi ndani ya kreta. Kampuni ya huduma za kitalii ya N Beyond ya nchini Afrika Kusini imekuwa mstari wa mbele katika kufanikisha mpango huu na hatimaye Tanzania kuwa kwenye ramani ya kuimarisha ustawi wa wanyama hawa. Faru ni miongoni mwa species zilizo katika hatari kubwa ya kutoweka na kutokana na vitendo vya ujangili na uharibifu wa makazi yao. Kupandikiza faru weupe hapa Kreta ya Ngorongoro ni hatua muhimu ya kuimarisha uhifadhi wa wanyamapori na kuhakikisha vizazi vijavyo vina fursa kuona viumbe hawa wa kipekee katika mazingira yao asili. Kreta ya Ngorongoro imekuwa na historia kubwa ya mafanikio katika uhifadhi wa faru weusi duniani. Leo hii tunajivunia kuwa moja ya maeneo machache barani Afrika ambapo faru weusi wanaendelea kustawi na kutokana na jitihada makini za uhifadhi na sera madhubuti za serikali. Mafanikio haya yanatufanya kuwa chaguo sahihi la kuwahifadhi faru weupe, na tutafanikisha na tutahakikisha kwamba usalama wao na ustawi wao muda mrefu unafanikiwa. Waziri wa mali asili na utalii balozi Dr. Pindi Chana anasema mwelekeo wa Tanzania upo dhahiri katika uhifadhi, na ndio sababu imetenga takriban asilimia thelathini na nne ya ardhi yake kwa ajili ya shughuli hizo. Kutokana na huu uhifadhi, nataka niongeze tena kutangaza kwamba idadi ya watalii kama jinsi ambavyo tulijiwekea malengo tufikishe milioni tano, lakini tumefikisha milioni tano na laki tatu. Lakini pia hata idadi ya thamani tulisema, tuliuingize dola za Kimarekani bilioni sita. Mpaka sasa tuko bilioni 3.9. Kazi inaendelea. Taarifa za kitafiti zinasema kati ya mwaka 1960 hadi 1970 bara la Afrika lilikuwa na faru wapatao elfu sitini na faru elfu kumi kati ya hao walikuwepo Tanzania. Ramadhani Mvungi, makala ya utalii, Azam News.